Anaitwa Bwana Ernest Mmoja, eh, mi ni mkurugenzi masoko toka bodi ya utalii Tanzania, e, na leo uh, ndio siku ya ufunguzi wa maonyesho haya makubwa ya Kili Karibu Fair. Maonyesho haya uh, uh, ambayo huu ni msimu wake wa nane toka imeanza kuonyeshwa uh, katika viwanja hivi vya magereza hapa jijini Arusha. E, kwa kweli anaangazia masuala mazima ya utangazaji utalii, na kama tunavyojua utalii unahitaji wadau uh, ili kuweza kuitangaza pasazi. E, sasa bodi ya utalii Tanzania uh, imepata fursa ya kushiriki tena katika maonyesho haya ya Kili Fair kwa mwaka huu, na lengo la kushiriki maonyesho haya kwa bodi ya utalii ni moja tu kwamba kuhamasisha sasa wadau mbalimbali katika mnyororo wa utalii, lakini pamoja na wananchi na jumuiya kwa ujumla, kwa kweli tufanye utalii katika nchi yetu. Kazi kubwa TTB, kama unavyojua, kisheria ina promote maeneo yote ya utalii wa Tanzania katika masoko mbalimbali mbali. Kwa hiyo tuna masoko makubwa ya ndani ambayo imekuwa ndio mwangaza wetu kwa muda mrefu kupeleka habari kwa wananchi Eh, juu ya vivutio vilivyopo lakini juu ya hata namna gani wao wanaweza kuashiriki katika ma, e, kutembea katika vivutio vyetu mbalimbali. Nakumbuka kwamba e, tulikuwa na maswali mengi wananchi wanajiuliza e, pengine utalii ni wa Mtanzania ni wa Mzungu wa namna gani? Tunasema utalii ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa hiyo tutoke tulipo twende kutalii, faida zake ziko mbalimbali. Kwa hiyo unapokuja katika banda hili e, la wizara ya maasili na utalii e, kwa utapata habari mbalimbali, mojawapo ni vivutio vya aina gani vinapatikana, bei gharama za kwenda kwenye vivutio, muda gani mzuri wa kwenda, unakwenda kuna, kuna e, kwa namna gani? Kwa hiyo habari zote hizo e, zina, wanapata wakifika katika banda la maasili na utalii, lakini hasa katika uh, meza ya ya bodi ya utalii Tanzania e, lakini kitu ambacho pengine wananchi wengi hawajakiona, kwamba tunaweza kukupa hamasa kwa kukuonyesha kwa uhalisia hivi vitu hivi vinafananaje. E, kwa hiyo sasa tuna e, e, kifaa ambacho kinatumika e, katika kumwonyesha mwananchi kabla hajafika katika uh, maeneo haya ya utalii aweze kuona exactly nini uh, mbony, uh, vivutio vile uh, vinaonekana. Sasa hii inaitwa VR, virtual reality uh, kwa maana hiyo sasa tumeweka katika mfumo huu uh, wa kuamishika kirahisi uh, hii ni gago tu ambayo unaivaa machoni, lakini ndani humu teknolojia imeruhusu vivutio vyote vile viingie hapa. Na unakiona live. And in 360 kwa maana hiyo sasa, unapovaa hiki kama ni ndani ya Serengeti, ukigeuka huku unaona e, milima ile, ukigeuka huku unaona baluni zile, ukigeuka huku mito na nini, kwa hiyo ni katika nyuzi mia tatu na sitini. Kwa hiyo tunakaribisha sana wananchi, imekuwa ni maarufu sasa. E, tunatumia hivi kutangaza utalii wetu si hapa tu ya Kili Fair E, lakini hata kwenye maonyesho nchi za nje. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo kwa kweli inatupeleka Tanzania, e, na sisi tusiwe mbali sana na mataifa ambayo imeendelea kiteknolojia kwenda kutangaza utalii wetu. Kwa hiyo e, mtu anakuwa ameona kwenye TV kwa mfano, lakini amesoma shuleni na wapi majarida uh, yetu, lakini kwa kuvaa hii experience unayopata ni tofauti. Kwa hiyo hii hi, inakuweka katikati ya kivutio hicho, kama ni uh, kwenye bonde la Ngorongoro unakuwa katikati pale kati E, alafu wanyama wote wamekuzunguka unaona. E, kwa hiyo e, ni moja kati ya teknolojia ambazo e, kwa kweli tunatumia ili wananchi waweze kupata hamu na wao kujipanga, kutenga muda, kutenga kiasi kidogo cha fedha, nao wakaenjoy utalii e, ambao ni vivutio ambavyo ni mali yao hasa. Hii ni mali ya Watanzania tunashabihisha. E, sasa Watanzania waende katika maeneo vivutio wakaenjoy.